Ombe tuombe nchi kwamba Mungu awajalie wa viongozi wetu waweke wananchi pamoja. Tuwe kama Wakristo wa, wa waitamu. Ili Wakristo kama wa kama Waislamu mbele Kenya, tuweke wananchi wote pamoja. Viongozi wetu ambao pengine wa Mungu awatoe ubinafsi ili wa kujifikiria peke yao. Siku nyingi tumeona hata kuna viongozi ambao kila wakati wao tarajira amekuwa akifanya handshake. Pengine kumekuwa na advantage ya handshake kwamba wakikosana badala ya kufurugana watu wauliwe, wanashikana mkono. Hivyo uongozi, mtu mmoja hawezi kuongoza inji. Tunahitaji uo umo umoja wa wa, wa inji, tukuwe na umoja. So we pray that our country may be guided by people who love Jesus, by leaders who love God, by people who love their, their country nationalists, watu ambao wanapenda nchi yao Bantu wa kita bantu wa mwa, hata bantu wa mwa. Ile ndio tuwe kama bantu. Hakuna mwenye ataenda na hii dunia. Hata uwe uongozi, you know what you don't know, political power. Power changes. The people changes and they turn very fast. Utakaa leo kiongozi, kesho si kiongozi? Utakuwa utakuwa unaitwa tayafama governor. Utakuwa unaitwa tayafama president. Sasa uongozi si kitu ya kujipigia kifua kwamba wewe ndio kila kitu. Pengine uongozi ambao utadumu forever ni wa Yesu. Yesu ndiye kiongozi, ndiye Alpha na Omega. No. Tuombe nchi yetu, tuombee makanisa, tuombee familia zetu.